Eh, wadaku ama hu wakoko oriyalwa ovuvei vuvo oriyalwa wenyine timbe batiti oriyalwa eh eh oriyalwa wenyine. Sasa wadaku, niko na udaku ya Siaya. Wakati watu wanazika baba Raila Amolo Odinga, naye headmaster headmaster wa shule anakula mwanamke wa bwana wake. Anafanya kazi ya ndudhi, hata kufanya kazi ya ndudhi si shida. Sasa story iko hivi, huyu mwanamke alikuwa anadet na huyo mbaba mwenye ala, wamepatana wakiguzana ororo fo muda mrefu muda mrefu Jamila tu nani, mpenzi gani amekuleta kwangu nyumbani? Karibu nikupe kiti, unieleze nini mama. Sasa huyu mwanamke alikuwa ana date na huyo headmaster. Sasa huyu mwanamu huyu headmaster alikuwa anajua huyu bwana yake anafanya kazi ya nduzi. Sasa as all you know, hawa watu wa nduzi ena wanagongewa, hakuna watu wanagongewangwa kama watu wa nduzi Watu wa ndudhi wanagongewa kwa nini? Wamekaa kwa steering mjulubengi driver, kama driver na watu wa ndudhi, na kuambia hawatugongewa, hatari. Sasa huyu mwanamke venye alikuwa ana deti huyo mtu wa ndudhi, huyo headmaster. Headmaster sio shida, mahali shida nakujia ni huyu mwanaume wa ndudhi. Huyu mwanaume wa ndudhi hakukuwa anatosheleza bibi yake jambo la kwanza. Jambo la pili huyu mwanaume wa ndudhi alikuwa mstinji, mstinjilo na mstinjiles stinjiles kumpatia bibi yake hata shilingi hamsini, nenda tengeneza nywele ilikuwa turiki. ilikuwa turiki. The audacity ya huyu mwanamke kwenda kuchiti nje ni bwana ndiye alileta sasa huyu mwanamke akaona aje? Yeye wacha adili na kina headmaster. Sasa headmaster wa hiyo shule, yeye akaanza kude, kudeti na huyu mwanamke. Sasa hata kudeti na mwanamke si shida. Mahali shida ni kujia ni hapa. Ogopa marafiki, ogopa marafiki, marafiki. Ukikuwa una date mwanamke fulani ama bibi ya mtu, don't share that shit. Kwa mtu mwingine. Okay? Usijaribu kushea kwa mtu mwingine. Sasa huyu mwanaume, huyo huyo headmaster uko Siaya, wa uko Siaya. Huyu headmaster alikuja akashea na, alikuja akashea na rafiki yake mwingine. Sijui mnanipata, sijui mnanipata. Sasa wakati alikuja kushea na urafiki wake mwingine huyo rafiki yake na yeye akaenda kuambia bibi, bwana wa huyu bwana wa huyu jamaa wa Ndudhi, akaenda kuambia, u bwana Ndudhi, wewe unajua bibi yako anakulwa na headmaster fulani. Huyu bwana Ndudhi ako zile za aje? Sasa huyu jamaa akamwambia, nipatie pesa, tbb to bet, to bet, wakabet na 20k 20k paich. Mtu wa Ndudhi akatoa 20 huyu jamaa akatoa 20 akaweka hapo kwa meza mtu mwingine akashika, akasema, ukipata ni bibi yako hizi tuandike inachukua, na mimi nikipata sio bibi yangu hizi tuandike ndachukua. Tit for tat is a fair game. Wakeegelea bet bet, naye haikuungua sasa siamsikii aje sasa huyu mtu wa nduzi akadanganya bibi yake ya kwamba alikuwa ameenda ka ameenda kazi na sasa hiyo date yenye alikuwa anatakana wakutane na bibi yake hiyo hiyo hiyo hiyo siku ndio sasa huyu huyu, huyu, huyu master akakuja akaambia huyu bibi wa huyu bibi huyu bibi sasa huyu bibi wa mwenyewe akakuja akamwambia aje sasa tuende kwa lodging tukutane Mnanipata? Sasa si mwanamke akadanganya ati yeye anaenda kwa sister yake, sija anaenda wapi mwanamke akaenda kwa lodging. Sasa huyu mtu wa nduthi yeye alikuwa na spy. Unaona? Alikuwa na spy alikuwa na spy. Acha na niwaambie, hakuna watu wanafiki kama watu wa nduthi hawa. Watu wa nduthi ukiona bwana yako ako Nairobi na ni nduthi man. Bibi yako yuko kule nyumbani na pia kuna wale watu wa nyumbani, ni ndudhi hawa. Watu wanajua nanga. Sasa customer yule, ule mtu mwenye alimbeba akawapeleka kwa lodging ni rafiki yake, ama anajua huyu mtu wa ndudhi, akakuja akasema, rada, si mimi natoka kupeleka bibi yako lodging. Rada ni gani? Kwani muliachana na bibi yako huyo? Ako zile hapana, si bibi yangu, ametoka kwa nyumba akaniambia anaenda eh, kwa sister yake. Hajaenda kwa sister yake, ameenda kwa lodging. Sasa vile alikuwa amebet na ule the reporter, eh? the DCI wenye alikuwa amebet akakuja akachukua hizo pesa akaweka kwa mfuko wakaenda nayo teke, teke, teke, teke. Eh, eh, wakapata watu wanakulana ororo. Eh, eh, eh, eh, hatari, hatari, hatari. Hey, una imagine hizo mautamu zenye zinaingia kwa mwili yako, yako. Hm? Mautamu vya mautamu re. Sasa huyu mwanamke alikuwa anasikia mautamu. Alikuwa zile I bet, I love you I need you, na huyu ako zile I love you babe, I love you babe, wangu, oh sijui nini, oh sijui. Sasa huyu de master alikuwa anapata pesa mingi anapea huyu mwanamke huyu mwanamke kujinunulia pesa ni kwa pesa headmaster, kununua nguo ni pesa headmaster, kununua dhuluali ni pesa headmaster. Huyu mtu wake wa ndudhi alikuwa stinch, hata angelikuwa mimi pia mimi ningechiki huyu mtu wa, huyu mtu wa ndudhi anakuja kwa nyumba, anakulughali na samaki, anakulugali na nyama, anakulugali na guku ya kukula konayo akili ya kujiuliza, mimi siachi pesa na huyu mwanamke wangu, waendangi kazi, hizi chakula zitamtamu zinatokelezea wapi? Ayu, sijui mnanipata, sijui mnanipata juu i udaku. Hey, hatari! Sasa huyu mtu wa nduthi akasema rada, akaenda kule wapi? Akaenda kule kwa um, kwa lodging. Vile alienda kule kwa lodging, akaitisha waiter namba fulani fulani, watu wameingia. Yeye akasema akatipsiwa, e, aka wa matips ndogo ndogo. Sasa kaenda akafungua mlango akapata mwanaume yako juu anaguza ororo kidogo kidogo, ria walitoka uchi uchi wa munyu munyu, uchi wa munyu munyu, akatolea nje kadudu Maajabu! huyo edmasitra hajatairi, ni kubaya, ni kubaya wadaku. Sasa siamsikiaje sasa, ikasema ah, ah, wewe unakaa kwa ndudzingine huyo, anakaa kwa ndudzingine. Okay, tunaenda na nyinyi moja kwa moja mpaka mahali tunaenda shichula, shichula. Yani tunesema, aje, tup tup Mwanamke akaenda na mwanaume tup, tup. Wako kwa dudhi huyu na kaboksa ameficha kamjulu bengi heru, mwanamke ameficha matiti, lakini kasusu imefichwa na kwa bandi kwa banti, yani kwa panti. He he, hatari sasa. Huyu headmaster pia yuko na bibi bibi yake akashikwa na butua. He he he, kumbe wangu unanishi Huyu ndio umesevu kwa simu yako Mwalimu Josephat. Sasa sujui huyu headmaster yeye alienda akasave huyu bibia, huyu mtu anduhi Mr Josephat. Sasa Mr Josephat akipiga simu bibi yake anachukua simu anapelekea bwana, na mwambia bibi, Mr Josephat is calling. <coughs> ni kazi gumu dadi. Wait yalla habibi, sasa siamsikiaje sasa. Wakabebana wakapelekana police station. Okay, mwanaume wa mtu ni sumu na mwanamke wa mtu ni sumu mahali shida yangu na kujia ni hapa. Huu jamaa wa nduthi yeye halishi bibi yake vizuri. Ana expect bibi apate wapi mafuta kujipaka, bibi apate wapi lotion, bibi apate wapi dhuluali, hata padi bibi apate wapi? Lakini huyu mtu wa nduthi yeye anafanya kazi, lakini pia yeye hashughulikii mke wake. Mimi mahali shida yangu iko ni huyu mwanamke hana shida, kwa nini huyu bwana amshughulikii? Ingelikuwa huyu mwanamke anapata everything tena, ingekuwa lazima mtu akuwa na una, una, una, una, una, una upungufu. Huyu mwanaume wa nduzi uwanga anakula mwanamke wake ka, ka raundi moja na analala. Umeshinda hapo, unataka udikiji udhogodhe ubogodze vizuri vizuri, lafu bwana anakukula kwa raundi moja. Who does that? hiyo ni haramu shikila, ni haramu shikila haramu hmm. Sasa sikakuwa hivyo. Hivo ndivyo udaku. Sasa mimi nikapepereshiwa udaku nikasema, alah, si pia mimi nikuja niwapashe vile kulikuwa. Mwache tu kuona watu wako tu kwa nduzi, unashindwa eh rada, kuliendaje? Walipatikanaje? habari ndio hiyo. Sasa vitu zingine si za kucheka lakini Jameni, wanaume wa stinji mnakuangana shida gani? We mwenyewe ni mstinji, hata kupea bibi yako hamsini uwezi. Bibi yako amesha kuchiti, unasikia mauchungu. Who does that?